Zaidi ya mawasiliano. Tumekuwa pamoja. Pamoja, pamoja. Kwa kila hatua, tupo nawe. Vodacom wamekuwa wadau wakubwa wa mpango wa taifa la damu salama, Wizara ya Afya, hasa katika a masuala ya kijamii, ikiwemo kusaidia wagonjwa kusaidia na wahitaji wa damu. Wamechangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya mama zetu wanaotoka na damu nyingi wakati wa kujifungua watoto chini ya miaka mitano ambao wana upungufu wa damu, lakini wagonjwa wa saratani pia wamepata msaada kupitia Vodacom, na zaidi ya yote ni kwamba operesheni zinaendelea kubwa zinahitaji damu. Kwa hiyo, Vodacom, kwa hiyo Vodacom wamejitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa letu linasonga mbele kwa afya njema. Wiki hii kwa mwaka huu ni ya kipekee sana kwetu, kwa sababu tunasherehekea miaka 25 ya kuhudumia ikiwa ni miaka 25 ya Vodacom. Tunafanya hivi kwa sababu ni mpango wetu kurudisha kwa jamii, ambapo tunashiriki katika kuokoa maisha. Kwa hiyo tumekuja kuchangia damu salama, na vilevile vile tutaendelea kukuhudumia kwa sababu tuko nawe, tena na tena.